Habibi ndio kujijenga na balisha aja demu. Ushaiona nyumba yenye iko na, na, na dhaliko ni ya kioo. Anaonanga mingi, zinakaa smart by the way. Sisi ndio tunayekanga. Al-Amin glass and aluminium. Alo, alo, zetu zetu. Unataka kujijenga? Ndio hiyo sasa. Na ukijenga utumie Al-Amin, glass and aluminium. Zetu zetu hizo ndio. Zetu zetu. Gota mazi gota. Nakarea uzito. Wazi wazi ndio. Al-Amin. E, tuko at one of the sites tunakuja kuangalia zenye kasona anatengenezewa. Unaitwa nani? Mimi naitwa John. Eh, toka Al-Amin glass and aluminium wewe ni mfanyikazi wa Al Amin Glass and Aluminium. Ndio. Eh eh John, eh, unaweza tuelezea ni nini mnafanya hapa kwa site leo? Okay, sisi kitu tunafanya hapa kwa site ni uh -huh. Kazi ya glazing. Tuna fix uh -huh. Vio kwa nyumba uh -huh. Na tuko na different types of glasses. naa uh -huh. Na kwa hii nyumba walichagua clear glass, one of the types of glasses. For quality installation of aluminium and glass with glass. Tupigie kwa hiyo namba iko hapo chini.